Ni yako, majisikiaje raha eh? Nimesemaje? dakika 90 kwa namna ambavyo umezitazama, nyama Simba dakika 45 zilikuwa sale, lakini 45 zingine Ibenge. Kitendo cha kuingia mapumziko na kurudi, kuna kitu cha tofauti alikuja nacho. Mimi sikuwahi kujua kama yule Ibenge katili namna hiyo, kwa sababu jana Ibenge hajui Kiswahili wala Kiingereza. Kwa hiyo jana ame, kwenye press alisikia nikizungumza kwamba sisi ni underdog, akaniambia mtoto ana akili huyo sisi ni wanyonge wa hii mechi, asema pambavu zake, sisi tutaingia kama underdog fresh. Kwa hiyo kweli first half akaingiza watu, akawaambia tucheze comfortable, watu wakacheza comfortable, kwa kuwaheshimu sana, kwa kuwaheshimu sana Simba, kwa sababu Simba hana timu mbaya. ngapi hizo mbili? Ngapi huko mbili? hiyo nguvu ya kuongea hivyo unatoa wapi? haya <laughs> na wewe umejisikiaje leo? Sof. anasema tu uchukue mbili hapa, anasema uchukue hapa mtotokautaka eh, yamelia makofi. So nafikiri, nafikiri kumheshimu, kumheshimu Singida kwenye mchezo uliopita na Simba kwenye mchezo wa leo ndo ambako kumetugea mechi nzuri. First half ilikuwa comfortable, second half mwalimu amefanya mabadiliko ambayo yamethibitisha ubora wake.

au Jefte Ibwe Zakazakazi, kitamba la bola wale. Mzungumza bana mechi na Singida, amna striker pale, anakosa magoli wale. Haya, leo teka lipo alipo. Ili ufanikiwe Tanzania, unatakiwa upige hizi timu mbili, piga Kurwa, apiga Doto, ili ufanikiwe hata kama hujacheza vizuri eh. kwa hiyo lile ni teka refu, lamba utamu. kuanzia leo nimelipa hilo jina rasmi. kwamba mnavyosema mmelamba utamu kwa Simba. Jamani, wao si, yani, wenyewe wow, alisema kuna watu watakuwa wanagawa utamu. Si si, ni mm, mtego au kuingia kwa kuheshimu? Hapana, sisi tukitoa utani wa mpira pembeni, hakuna mechi ambayo tumeingilia tumeingia tukiwa tunajua tunakwenda kuishinda hiyo mechi au kwa kumdharau mpinzani, hakuna mechi ambayo vizuri, pengine hatupati matokeo ambayo tunayataka, lakini tunacheza vizuri unaingia tukiwa na comfort. Lakini niwaambieni ukweli kabisa, kama kuna timu naweza kupiga muda wowote saa yoyote, hata sana ni usiku, kocha niwe mimi Simba basi kama mtaki mtaki basi kama mtaki, ninaombea kocha abaki huyu mpaka tukutane tena. Huyu huyu bana utamu, man of the match Nasoro Saaduni ame amestahili ame Nasoro Saduni, njoo wambie wana Simba wenzio wasikie. Unasemaje kiongozi? Kwa mfano, kati ya Imidi Mao e na Nasoro Saduni e, nani anakuwa anakuwa man man of of the the match match kwa leo? Mimi nataka Imidi Mao anakuwa man of the match. Kwa hiyo e, sasa rasmi tunadeclare kwamba Nasoro Saduni ni man of the match officially, lakini people's MVP wa match People's choice MVP wa match ni Imidi Maomba. Eh, watu hawajajua tu. Wao wanachagua wanachagua tu, vipi nikwambie kitu bla bla bla bla bla bla. Azam, kama kandu makando. Mtashuhudia. Nimeingia

wangekuwa na mwalimu mpya uh, baada ya kumfukuza Pante. Of course timu ikiwa na mwalimu, mwalimu mpya inakuwa na morali kwa sababu kila mchezaji anatamani kuwa determined kumuonyesha mwalimu ana staili kuwa kwenye first 11 yake. Mimi wamefanya ukweli, Simba wamefanya sababu hizi mbili ambazo nimeziona, nikasema, hapa sasa kazi ipo. Alipoingia Kibu na Selemani mwalimu nilisema, this is it, kwa sababu mabeki wetu inawezekana waliwazuia sana wale wa kwanza kwa nguvu sana, kwa hiyo zinaingia fresh faces hazijatumika zinakuwa na kweli walionyesha impact mara tu baada ya kuingia, lakini Allahu yaalam, nafasi ilikuwa kwetu leo. Nawapa pole kwa sababu hawakutegemea kupoteza. Tunawapongeza wakwetu kwa sababu wameshinda. Tuangalie mbele, tunakwenda kwenye